Kuna sababu kadhaa zinazoweza kumfanya mama mjamzito kuona siku zake au kublidi wakati wa ujauzito. Kuna baadhi ya sababu zinaweza kuwa za kawaida tu zisizoleta madhara kwa ujauzito, na kuna baadhi ya sababu ni hatari, zinaweza kuhatarisha ujauzito. Kitendo cha kublidi wakati wa ujauzito ni moja kati ya dalili ya hatari kwa mjamzito. Ni muhimu kuwahi kumwona daktari kwa uchunguzi zaidi pindi unapoona dalili hiyo. Wataalamu wa afya watakusaidia kujua kama ni hali ya kawaida au si hali ya kawaida. Hii itakusaidia kama kuna changamoto yoyote kwenye ujauzito wako kusaidika mapema. Unapokutana na hali hii, huna haja ya kupaniki. Kuwa mtulivu kabla ya kwenda kukutana na wataalamu wa afya. Takwimu zinaonyesha asilimia kubwa ya wajawazito waliopata hali hii waliendelea kuwa na ujauzito wenye afya na kujifungua pia mtoto mwenye afya. Ni jambo la kawaida kwa mama mja mzito kublidi au kuona siku zake hasa katika kipindi cha mwanzo cha ujauzito kwenye miezi yake mitatu ya mwanzo. Kuna wakati damu hutoka kama vitone vidogo sana vya damu unavyoweza kuviona kama vitone vya pinki vyekundu, au rangi ya kahawia kwenye nguo yako ya ndani. Vitone hivyo ni vidogo sana ambavyo haviwezi kuloanisha nguo yako ya ndani pia kuna wakati damu inaweza kutoka mfululizo kiasi inaweza kukufanya ulazimike kuvaa taulo za kike kuzuia kuloana kwa nguo yako ya ndani. Hizi ni baadhi ya sababu za mara kwa mara zinazoweza kusababisha mjamzito kublidi baada ya miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito. Ni mara chache sana inatokea kwa mama mjamzito kupata siku zake au kublidi baada ya miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito. Inapotokea kupata dalili hii, inaweza kuwa ni dalili ya hatari kwa ujauzito, hivyo ni muhimu kumuona daktari mapema kwa msaada zaidi. Kondo kujishikiza chini ya shingo ya kizazi. Kuna wakati kondo linaweza kushuka na kukaa kwenye shingo ya kizazi. Hali hiyo inaweza kusababisha mjamzito kutokwa na damu. Kondo kujiachia kutoka kwenye kuta za kizazi kuna wakati kwa mjamzito kondo linaweza kujiachia kutoka kwenye kuta za kizazi na kusababisha kutoka damu kwa mjamzito. Uchungu kabla ya muda. Kwa baadhi ya wajawazito uchungu unaweza kuanza kabla ya kutimiza miezi tisa au wiki thelathini na saba za ujauzito. Hali hiyo inaweza kuambatana na kutokwa na damu. uchungu kama mjamzito ametimiza miezi yake tisa ya ujauzito au baada ya wiki 37 za ujauzito, hali ya kutokwa na damu inaweza kuwa ni dalili za mwanzo za uchungu. Kulegea shingo ya kizazi: kuna baadhi ya wajawazito, shingo ya kizazi inaweza kuwa imelegea, hali inayosababisha shingo ya kizazi kufunguka mapema. Hali hiyo inaweza kuambatana na kutokwa na damu, mimba kuharibika au mtoto kufia tumboni. Damu kutoka kwa mama mjamzito baada ya wiki ya ishirini ya ujauzito pia inaweza kuwa ni dalili ya mtoto kufia tumboni. Kuna sababu nyingine ambazo ni mara chache sana kutokea kwa mjamzito, pia zinaweza kusababisha mjamzito kubleed. Tendo la ndoa. Kuna baadhi ya wajawazito hujikuta wakipata damu kidogo mara baada ya tendo la ndoa. Hali hii husababishwa na kuongezeka kwa msukumo wa damu kwenye shingo ya kizazi wakati wa tendo la ndoa. Baada ya vipimo. Kuna baadhi ya wajawazito hujikuta wakipata damu kidogo mara baada ya vipimo vya hospitali kama vile ultrasound, kuchukua ute ute sehemu za siri kwa ajili ya vipimo, na vipimo vingine vinavyofanywa sehemu za siri kwa mjamzito. Ajali au kupigwa tumboni. Ajali, kupigwa au kujigonga tumboni kwa mjamzito inaweza kusababisha mjamzito kublidi. Hizo ni sababu ambazo zinaweza kusababisha mjamzito kuona siku zake au kublidi baada ya miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito. Kuna sababu za kawaida ambazo hazina madhara kwa ujauzito na kuna sababu nyingine zina madhara kwa ujauzito na hata kuhatarisha maisha ya mama mjamzito. Unapoona hali hii ya kutokwa na damu, ni muhimu kuwahi kituo cha afya kwa uchunguzi zaidi.